Leo hii nataka niwafundishe jinsi ya kuha data. Kuna watu wengi hawajui kupandisha data kama data imefungwa. Sasa hapa nataka nikuelekeze jinsi ya kupandisha data. Kama hapa data imepanda, lakini jinsi sasa, kama umeweka labda simu yako ume, umeiflashi au ume, umeibackup ume, ume unaweza kuingia hapa kwenye setingi hii hapa. Kama hapa mimi data yangu imeshapandishwa, ila kama unataka kuongeza ya mtandao mwingine, ndio utabonyeza hii alama ya kujumlisha hii hapa. Hii utabonyeza hapa, kama ni Airtel utaandika Airtel, kama ilivyo, utakuja hapa utaandika intaneti hapo. Kufikia hapo, utakuwa umeshamaliza. Utakuja kuna alama hapa imeandikwa, kuna upande wa kulia huko mwisho kuna vidonidoni vitatu utavibonyeza kuna save na discard, utabonyeza save. Kufikia hapo, ukiweka laini ya Airtel data itakuwa imepanda kabisa, na utaweza kufanya kazi kama kawaida. Asante.